Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Ester Bulaya, hebu sema unayosema kwenye kisemeo, maana naona umekuwa naibu waziri wa uh, nilikuwa nasema uh kuhusiana taratibu na sheria ni pamoja na kupata ripoti kwa nini mchezo wa tarehe nane haukuchezwa. Sasa wewe ndo ulikuwa unakataza ushabiki, sasa hapo unataka ushabiki. Aya, wa Simba anayetaka kumjibu <laughs> uh, Esther Matiko mjibu. Nashukuru mheshimiwa Spika, kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zina gaidi mchezo wa mpira wa miguu, tuweze kukuza vipaji, tusiweke ushabiki.